Habari njema ni kwamba madaktari wameweza kuitwa na kada ya afya. Hii hapa ni kada ya afya, tangazo la kuitwa kazini katika kada ya afya. Wasaili wa wote waliofanya usaili kuanzia tarehe sita mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano na tarehe ishirini na sita mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano matokeo yenu tayari yameweza kutoka. Unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye akaunti yako ya ajira poto Downloadi barua yako katika sehemu ya my application ili uweze kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa. Na kwa waombaji pia, mnatakiwa kuripoti ndani ya muda ulioainishwa katika barua hiyo ukiwa na vyeti vyako halisi, yaani original certificate, kuanzia kidato cha nne na kuendelea, ili vyakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakufaulu au hawakupata nafasi. Hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine, nafasi zitakapotangazwa. Hii hapa ni kada ya afya, afisa afya mazingira, daraja la pili. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana. Hii ni Wizara ya Afya, kuitwa kazini, Wizara ya Afya. Daktari upasuaji, dereva daraja la pili, fizioterapia daraja la pili Majina ni kama jinsi yanavyoonekana. Kwa hiyo hakikisha umeipata PDF hii. PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii, nimekuwekea linki katika description ya video hii Join katika grupu ili uweze kupata PDF hii, uweze kuona jina lako. Kama umeweza kuitwa kazini, hongera sana kwa wewe uliweza kuitwa kazini, na nikutakia kila laheri katika kazi yako unayoenda kuianza. Na kwa wewe ambaye umeomba lakini haukupata nafasi, usikate tamaa wala huu sio mwisho. Omba tena nafasi zingine zitakapotangazwa, na hakikisha unazingatia kurekebisha pale ambapo ulikosea. Andaa barua yako vizuri, andaa CV yako vizuri na jiandae pia kwa usaili, ili uweze kupata nafasi, usikate tamaa. Lakini pia kwa wewe ambaye ni mara yako kwa ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine. Channel hii ni kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako tu ya mkononi, lakini pia mambo yote kuhusu mtandao yanapatikana hapa. Join katika grupu letu, subscribe channel yetu. Asanteni na karibuni sana.